Nikikaa na waza, ni kuingia kwa stahili gani? ni kulilie, niseme na memba, umesahau tishati nyumbani, hatashindwa kujizuia, uvumilivu na shindo. Kwa nini nikikupigia ukipokea isilo mimi msanii na mnaniona kwenye TV aiwewe aiwewe aiwewe na waza ni, ni kuingie kwa staili gani nikikaa nakumbuka